Mambo ambayo yajitokeza ni kwamba leo kwa mara ya kwanza hii kesi ya usemi mara ya pili mshtakiwa wetu mshtakiwa Tundu Roland Pasilisu amekuwa mbele ya mahakama ya wazi. Mara ya kwanza ilikuwa mahakama ya wazi siku ile tarehe kumi ambapo alikuwa ameshtakiwa tarehe kumi ya mwezi wa nne, baada tokea ya hapo ikatokea sintofahamu ya kuzuia watu kutokuja mahakamani, lakini leo kesi imesikilizwa katika mahakama ya wazi bali kwamba kulikuwa na changamoto nyingi sana za kuweza kupata watu wengi kuweza kuingia mahakamani, lakini idadi ambayo ilijaza ukumbi e, e, e, ukumbi mahakama ulijaa iliweza kushiriki. Sasa katika kesi hiyo, ni kwamba upande wa serikali umesema kwamba unaendelea na baada ya upelelezi, upelelezi haujakamilika, hoja ambayo ilipingwa vikali sana na mawakili wa upande wa mshtakiwa. Na hapo ukumbuke ni kesi ya uchunguzi wa awali, kwa sababu mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi. Lakini hoja ya pili a, ni kwamba ambayo ililetwa na mawakili wa utetezi ni kwamba ile mshtakiwa pale kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari, mawakili wa utetezi tulipinga tu kwa nguvu zote kwamba anatakiwa, kuna ile dhana ya kwamba mtu anapoletwa mahakamani anatakiwa achukuliwe kama mtu asikuwa na hatia, na mwisho wa siku hakimu amekubaliana na sisi kwamba anatakiwa kizimbani kuwa amezungukwa na maaskari, kwa hiyo angalau kujenga heshima ya, ya mahakama, lakini amesema maagizo serikali, askari kufanya upelelezi namna gani wanaweza kuhakikisha usalama au kanuni gani zitaweza kuongoza kuhakikisha usalama unakuwepo, bali kwamba mem... hata pale mtakiwa anapokuwa yuko kizimbani. Kesi ya pili kwa hiyo kesi hiyo, baada ya hapo tale... e, so, katua, so, ya hapo ikawa imeahirishwa hadi tarehe, jaji akatoa hakimu akatoa agizo kwamba siku e, ya tarehe mbili ya mwezi wa sita, upande wa mashtaka uje na maelezo sahihi ya kuja kuja kueleza mahakama upelelezi umefikia wapi. Kwa hiyo tuko, tuko hapo, lakini baada hapo, ya hapo jaji hakimu aliruhusu kuweza ku na mteja wetu kwa nusu saa, kwa sababu ni vigumu sana kwenda kule magerezani gerezani Ukonga na kuweza kukutana naye. Kwaio tulipata nafasi ya kuweza kukutana na mteja wetu. Ilikuwa ni changamoto kuweza kuwaweka askari wa magereza watuachie ile faraga ambayo tunahitaji kama mawakili na na mshtakiwa anatakiwa kuwa naye. Baada ya hapo kesi ya pili ikaitwa ya kuchapisha taarifa za uongo taarifa za uongo, basi ikawa ile kesi ndio imesikizwa mbele ya hakimu Mfawidhi muini, na yenyewe ni kwamba upa, upande wa leo fanikiwa, mshtakiwa amefanikiwa ame kusomewa maelezo ya awali amekubaliana, tuna vitu viwili swala tukuhusiana na majina yake na, na, ni mkazi wa wapi na kwamba alishikwa akaletwa kwamba kaja mahakamani kama anashtakiwa kwa makosa matatu ya uchapishaji wa habari za uongo, lakini hoja yeah, nyingine nane mshtakiwa amezikataa, ame kwa hiyo kuna hoja mshtakiwa amesaini na mawakili wake tumesaini maelezo kwamba kuna mambo ambayo yanakubalika ni mawili katika yale, katika yale kumi, kwa hiyo mambo manane yanabishaniwa. Upande wa, wa mashtaka umesema kwamba utakuwa na mashahidi wasiopungua kumi na watano, lakini wataangalia uzito wa mashahidi hao lakini upande wa utetezi tukadai kwamba tupewe ile taarifa ya yule mlalamikaji ambaye alikwenda kulalamika kule polisi, ambayo tumeelezwa kwamba kuna mtu alikuwa alikuwa anapitia kwenye mitandao akaona hizo taarifa ambazo zimechapishwa na na Jambo TV na kwenye YouTube. Basi hakimu ameamrisha kwamba tupewe, upande wa mshtakiwa apewe hiyo maelezo ya yule mlalamikaji. Kwa hiyo tunategemea upande wa mashtaka watatupatia hiyo hizo, hizo taarifa mapema, ili kuweza kutusaidia kuweza kujiandaa. Na mwisho wa siku, hakimu upande wa utetezi, kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na vinyaraka tutakazozitumia pindi pale baada ya upelelezi upande wa mashtaka utakapomaliza kesi yake, na kama kama ikionekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna, tuna mashahidi wangapi na vielelezo vipi ambavyo tutavitumia, vielelezo vingapi ambavyo tutavitumia. Kwa hiyo baada ya hapo hakimu ameahirisha shauri hili mpaka vile vile tarehe mbili ya mwezi wa sita mwaka 2025. Unadhani itakuwa ni muda wa, wa, wa saa tatu asubuhi. Asante. <coughs>